Habari za wakati huu, karibuni tena katika kipindi chetu cha kila wiki kinachokuhabarisha kuhusu mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam na kuleta kwenu na Vertex International Securities pamoja nanyi leo hii. Ni mimi Franco Atirio, kwa wiki inayoishia tarehe 20 Juni 2025. Mauzo katika soko la hisa la Dar es Salaam yaliongezeka kwa asilimia ya 141.5 kutoka shilingi bilioni 12.94 hadi shilingi bilioni 31.26. Kiasi cha hisa kilichouzwa kiliongezeka pia kwa asilimia 268.16 kutoka hisa milioni 10.52 hadi hisa milioni 38.75. Jumla mtaji wa soko uliongezeka kwa asilimia 0.5 kutoka shilingi tilioni 19.23 hadi shilingi tilioni 19.32 kutokana na kuongezeka kwa bei ya hisa za NMB MKCB KCB na EABL ambapo NMB iliongezeka bei kwa asilimia mbili nukta sufuri moja. MKCB iliongezeka bei kwa asilimia kumi nukta sita nne, KCB iliongezeka bei kwa asilimia tatu nukta tatu saba na EABL iliongezeka bei kwa asilimia moja nukta tisa Mtaji wa soko la ndani ulipungua kwa asilimia 0.83 kutoka shilingi trilioni 12.84 wiki iliyopita hadi shilingi trilioni 12.74. Hii ni kutokana na kupungua kwa bei ya hisa za DSE ambazo zilipungua kwa shilingi 440, TCC ambazo zilipungua bei kwa shilingi 340, Vodacom ambazo zilipungua kwa shilingi 160, TPCC ambazo zilipungua kwa shilingi 50 na TBL ambazo zilipungua bei kwa shilingi mia mbili na kumi. CRDB iliongoza kwa idadi kubwa ya hisa zilizouzwa kwa asilimia tisini nukta mbili nne sawa na hisa milioni thelathini na mbili nukta sita ikifuatiwa na Vodacom kwa asilimia tano nukta nane tatu sawa na hisa milioni mbili nukta mbili tano na TOL kwa asilimia moja nukta sifuri tisa sawa na hisa laki nne ishirini na moja elfu mia nane sabini na nne. Asilimia kubwa ya hisa kwenye kaunta zilizoongoza ziliuzwa kwenye kaunta ya biashara ya makubaliano ya kabra, yani prearranged brok trade. CRDB imeongoza kwa mauzo ya hisa wiki hii ikirikodi jumla ya shilingi bilioni 27.62 ambayo ni sawa na asilimia 88.35 ya mauzo yote, ikifatiwa na Vodacom ikirikodi jumla ya shilingi bilioni 1.07 ambayo ni sawa na asilimia 3.45, huku TCC ikirekodi takriban shilingi milioni 783 ambayo ni sawa na asilimia 2.51 ya mauzo yote. Wiki hii tumeshuhudia wawekezaji wa ndani wakichangia kwa asilimia 99.99 kwenye shughuli za soko, huku wawekezaji wa kigeni wakichangia kwa asilimia 0.01. Dhamana za serikali za muda mrefu, yaani treasury bond nambari 669 wa miaka ishirini uliofanywa na Benki Kuu ya Tanzania tarehe 18 Juni 2025 ulisajili zabuni 282 ambapo kati ya hizo zabuni 73 zilifanikiwa na kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 78.73. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa mapitio ya soko la hisa la Dar es Salaam kwa wiki inayoishia Ijumaa ya tarehe 20 Juni 2025. Kwa sasa unaweza kupata huduma zetu kupitia matawi ya shirika la posta yaliyopo nchi nzima au kwa kuwekeza kijanja na application ya Vertex Mobile Trading. Mpaka wakati mwingine tena, ulikuwa na mimi Franco Atilio.